Leo manispaa ya Temeke, tukiwa tunaadhimisha wiki ya magonjwa yasiyoambukiza, sisi tumefanya mafunzo kwa watoa huduma za afya wanaotoka katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya kwa maana ya zahanati, vituo vya afya pamoja na hospitali. Uh, tupo nao leo tukiwapa elimu namna ya kuchukua taarifa na kuzihifadhi katika mifumo ya kielektroniki. Taarifa hizi ni taarifa za wale wagonjwa wa magonjwa yasiyoambukiza, kwa sababu tunataka tuwe tuna taarifa sahihi na ambazo zinaweza kusaidia namna ya kuwahudumia wagonjwa pasipo kuzipoteza. Mfumo huu unamsaidia mgonjwa kumpa taarifa kwamba ni siku yake ya kwenda kliniki kuonana na daktari. E, sisi kama halmashauri tumeamua mafunzo haya yawe sehemu ya, ya maadhimisho ili kuweza kuboresha huduma katika vituo vyetu vya kutolea huduma hasa kwa wagonjwa ambao wana magonjwa yasiyoambukizwa ili kuweza fanyiwa ufuatiliaji na kuweza kupewa huduma ambayo iko vizuri ili kuweza kuendelea kuboresha afya zao. Wito wangu na washauri wananchi wote kwamba waweze kujitokeza mapema ili kuweza kufanyiwa uchunguzi wa awali ili kuweza kubaini kama wana magonjwa yasiyoambukiza. Uh, kwa binafsi nimefurahi sana kwamba tumepata nafasi hii ya itatusaidia kwanza kuweza kuingiza taarifa zetu kwa, kwa wasahihi ambapo palikuwa na changamoto hapo hapo awali. Kingine ninapenda tu kushukuru kwamba uongozi wetu wa manispaa wa manispaa kwa kuliona hili, kwa maana kwamba ilikuwa ni gepu kubwa katika vituo na serikali. Sasa hapa sasa serikali itapata taarifa zi, ambazo ziko sahihi na vituo pia vitapata taarifa sahihi, ambavyo vitatuwezesha katika mipango ya, ya kuendelea katika bajeti, katika pengine kuangalia bajeti za vituo, kuangalia namna gani tu, tuendesha hizi kliniki zetu.